Simulizi huanza siku ya mvua. Tunaona mwanamke aitwaye Sujin, mbunifu wa nguo za harusi, akiunda gauni nzuri, akifikiria juu ya binti yake mpendwa pekee Sora. Akimfikiria binti yake akiwa kwenye gauni hilo, mleta tabasamu laini usoni mwa Sujin. Kisha tunajulishwa Sora mdogo, msichana wa miaka tisa anayemngojea mamake baada ya shule. Hakuleta mwavuli leo. Kwa hivyo anampigia simu yake akimwomba amjie, lakini Sujin amekumbwa na msukosuko; wametuma gauni sahihi kwa mteja, sasa wanapaswa kukimbilia kwenye sherehe ya harusi na gauni halisi. Kabla ya kwenda huko, Sujin anakimbilia kumchukua binti yake. Akiwaona mama yake, sura ya Sora inang'aa kwa furaha, wakati ambao unatukumbusha sisi sote joto la utoto wetu. Njiani, Sujin anamkemea kwa upole akisema, Sora, sikukwambia itakunyesha leo. Nini hukuleta mwavuli wako. Sielewi tu kwa nini unaendelea kwenda shule bila mwavuli kila wakati mvua inaponyesha. Sora anasikiliza kwa ukimya maonyo ya mamake. Kwa kweli, baba yake alifariki zamani sana, Sujin amekuwa akishughulikia kila kitu peke yake tangu wakati huo, akifanya kazi mchana kutwa kumlea binti yake na kuhakika hakosi chochote, lakini kwa sababu ya mkanganyiko huu wa kila wakati, hana karibu wakati wa kutumia na Sora. Hatimaye wanapeleka gauni la harusi kwenye ukumbi na kila kitu kinakuwa baadaye. Sujin anamchukua Sora kwenye darasa lake la kucheza, lakini Sora haingii ndani. Anasimama kimya nje. Mmoja wa wanafunzi wake ambaye awali alikuwa rafiki yake wa karibu yuko kwenye darasa hilo pia, lakini baada ya ugomvi urafiki wao kali. Kwa hivyo badala ya kuingia darasani la kucheza, Sora anaingia kwenye chumba kingine karibu, ambapo masomo ya karate ya watoto hufanyika, lakini darasa hilo halina wanafunzi. Mwalimu wa karate Zoom tayari amesisitizwa kwa sababu hakuna mtu anayehudhuria darasa lake. Zaidi ya hayo, ake anataka kumwacha kwa hivyo, akijaribu kumvutia anaongoza na kusema, nina wanafunzi wengi sasa, pesa zinapata mengi, lakini Hatimaye yeye anamwacha hata hivyo, na kufanya mambo kuwa mabaya zaidi. Sora mdogo anasema nge, kwa nini basi wewe tu unasimama hapa? hata shangazi mmoja haonekani. Wakati huo uchungu wa moyo wa Zum unazidi kuwa mkubwa zaidi. Kuanzia siku hiyo, Sora alianza kutumia wakati kwenye darasa la karate kuzungumza na Zum kila siku. Hakuwahi kwenda darasani lake la kucheza na aliweka siri hiyo kutoka kwa mamake. Siku moja, baada ya kupokea simu kutoka kwa mamake, Sora ana ondoka kimya darasani pamoja. Wanafika kwenye nyumba ya mwanamke mtu ambaye alikuwa amekopa kikubwa cha pesa kutoka kwa Sujin na kisha akapotea. Sasa hivi Sujin amepata anwani yake mpya, anakuja kudai pesa zake. Hata analala sakafuni na anakataa kuondoka hadi apate pesa zake. Bila chaguo lingine, mwanamke huyo hatimaye anakubali na kurudisha kiasi hicho. Baadaye siku hiyo, Sujin anamchukua Sora kwenye magahawa ya bei ghali kufurahia chakula kizuri. Pia anamnunulia michezo yake ya video yanayopenda, na wote wawili wanakaa chini na kufurahi wakati wa kucheza pamoja. Wakiwa wanacheza, ghafla Sora anasema mama, je, tv yetu ni ndogo sana na ya zamani? Sasa kusikia hilo, Sujin moja kwa moja anaagiza, ambayo inamshangaza Sora mdogo. Hajawahi kumwona mamake akifanya hivyo hapo awali. Asubuhi iliyofuata, wanadaa na kuelekea nyumba ya mjomba wa Sora. Kweli Sujin siyo mzuri sana kupika na ana bayake mingi ya kazi hana karibu wakati wowote wa, kwa hivyo wanakuja hapa kula karibu kila siku. Kaka yake Sujin Li na mke wake Jihai wanawatendea kama familia yao wenyewe, daima wanawatunza mama na binti kwa upendo. Wakati Sujin anapopata kupandishwa cheo, anaamua kumpa kaka yake gari, anampeleka sokoni, lakini Li anapogundua nini anapanga, anakataa kupokea zawadi ya gharama kubwa hivyo. Wakati huo huo, nyuma dukani la nguo za harusi, wanandoa wachana wanafika wakitafuta gauni la harusi. Bosi wa Sujin Lina anawaonyesha chaguzi kadhaa, lakini hakuna moja inayowafaa kisha bibi harusi anagundua moja ya michoro ya muundo wa Sujin ikiwa kwenye meza na mara moja anapenda sana, anasisitiza kuagiza giza hiyo. Wakati huo Sujin anaingia ndani na kusema samahani, lakini gauni hilo halipatikani, tayari limehifadhiwa na mteja mwingine. Anaomba msamaha kwa adabu na kuomaa kwa adabu na kuondoka. Lina anakasirika na kudai kujua kwa nini Sujin alimkataa mteja. Ndipo Sujin anavyokiri alibuni gauni hilo kwa ajili ya binti yake Sora na hawezi kuliuza kwa mtu yoyote, lakini Lina anaelewa vibaya, anashuku Sujin anapanga kwa siri kuuza huo mahali pengine kwa faida yake binafsi, kwa sababu ni nani mwenye akili timamu angefanya gauni la harusi kwa mtoto mdogo? Usiku huo Sujin anamwambia binti yake kuwa asubuhi iliyofuata wao wawili wataenda kutazama sinema pamoja na kufurahia, lakini Sora anajibu sitaki kutazama sinema, nataka kwenda kwenye piknik. Kwa hivyo licha ya kutokuwa mzuri kupika Sujin anakaa hadi usiku akiandaa chakula kwa juhudi kubwa ili kumfurahisha binti yake. Lakini asubuhi iliyofuata mvua ina ikiharibu mipango yao yote. Sora anasikitika akifikiri piknik sasa haiwezekani. Kumfurahisha Sujin anapendekeza pwani badala yake, akitumai haitanyesha huko. Mama na binti wanajiandaa na kuondoka kuelekea pwani. Wanapofika wanagundua hali ya hewa kwa kweli ni wazi. Wanapanda pikipiki kando ya ufuo wakicheka na kufurahia. Wakati huo kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, Sora anahisi kufurahia kweli kutumia wakati wa ubora kama huo na mamake. Baada ya kula pamoja wanapiga picha nyingi. Kumwona binti yake akitabasamu ya kinajaza moyo wa Sujin amani kweli. Alikuwa amechoka sana kupata riziki kwamba hakuwa na nafasi ya kutumia wakati na yeye. Katika eneo linalofuata tunaona dada wa Sujin Minsu na shemeji yao Jihai wakimgojea ihai wakimgojea Sujin na Sora warudi. Kwa mazungumzo yao, tunagundua kuwa Minsu hakuwapenda Sujin. Hasasa kwa sababu Sujin alioa mtu bila idhini ya familia. Zaidi ya hayo, baba wa Sora hakuwa na ustawi wa kifedha. Minsu anaamini Sujin ndiyo sababu familia daima huishia katika matatizo na anajaribu kujaza masikio ya Jihai kwa hasira. Jihai anampenda Sujin kweli kama dada yake mdogo na anamwambia Minsu aache kuzungumza hivyo. Sujin na Sora wanapofika, hatimaye watu wanakaa chini kula pamoja. Ghafla maono ya Sujin yanaanza kufifia na anaanguka kwenye maumivu. Wanamkimbilia hospitali na ndipo kaka yake Lee anapojua ukweli usakatifu: Sujin ana kansa. Sujin ana kansa ya tumbo na tayari iko katika hatua ya mwisho. Alikuwa ameuhifadhi siri kwa kila mtu wakati huo wote sababu ingeweza gharama nyingi na kufikiria juu ya mustakabali wa binti yake, Sujin alikuwa ameamua kutafuta matibabu. Njiani kurudi nyumbani, Sujin anaomba msamaha kwa familia yake kwa kutowatembea mapema. Hakutaka kusababisha shida zaidi au kuwawasibisha mtu yoyote. Kusikia hili li, ghafla anasimamisha gari ashuke na kuvunjika moyo njiani maumivu ya kutoweza kumwokoa dada yake yanamshinda, kwa sababu sasa haijalishi nini wanafanya, ni marehu kumwokoa. Asubuhi iliyofuata, wakati Sora anakula chakula chake cha mchana shuleni, rafiki yake wa zamani Jina anakuja kwake na kumkabidhi mabaki ya juisi yake. Sora anakasirika na kumwaga juisi juu ya chakula cha Jina. Ugomvi mwingine mkubwa unatokea kati ya wasichana hao wawili. Wakati huo huo, Sujin anajaribu kumwambia bosi wake juu ya ugonjwa wake, lakini hawezi hawezi kujisikia kusema. Badala yake anaomba tu siku chache za likizo. Wakati huo mkuu wa shule anampigia simu Sujin na kumwomba aje shuleni. Mkuu anamwambia kuwa Sora na Gina walikuwa marafiki wa karibu hadi siku moja Gina alikunywa maji kutoka kwenye chupa ya maji ya Sora. Sora, akisumbuliwa na OCD, alichukizwa na kumtukana Gina mbele ya kila mtu. Tangu wakati huo urafiki wao ulivunjika na watoto wengine pia walianza kumepuka Sora. Kusikia hili, Sujin anakuwa na wasiwasi sana. Baadaye siku hiyo, Sora anaporudi nyumbani kutoka shule, anamsikia mamake akitapika bafuni. Na Sujin anatoka, Sora anauliza, "Mama, uko sawa?" Sujin analazimisha tabasamu na kusema, "Si kitu. Nimekula tu sana wakati wa mchana." Usiku huo, Sujin kwa upole anajaribu kumshawishi Sora kushiriki chakula na kuungana na marafiki zake. Lakini Sora anajibu, "Siwezi tu. Inanifanya kuchafuka." Kujaribu kuburudisha hali, Sujin anaseka Halafu utakapokuwa na kupenda mtu hutawahi kumbusu mpendwa wako. Sora anapambauka na kusema, nataka tu kukaa na wewe, sihitaji mtu mwingine. Kusikia hili, Sujin anakasirika na kusema, sitakaa na wewe milele. Sora, utafanya nini nitakapokufa? Siku moja, Sora anarudisha kwa kishindo, usiwe na wasiwasi juu ya hilo, tayari nafanya kila kitu peke yangu. Huna wakati wangu. Shangazi Jihai ananijali zaidi kuliko wewe. Maneno hayo yanavunja moyo wa Sujin. Anaondoka kimya chumbani na kwenda kwenye chumba chake. Muda unaisha kwake, lakini hauwezi kujisikia kumwambia sora ukweli. Baadaye kidogo anarudi nje na tabasamu kama hakuna shida. Sora sasa akijutia mama, nasikitika, nataka ukae nami milele, sina mtu mwingine ila wewe. Sujin anambila wewe sujin anambembeleza kwa nguvu, machozi yakimwagika. Anajisikia na hatia sana kwa kutotumia wakati zaidi na binti yake miaka yote hii. Siku iliyofuata, Sujin anaamua kuchukua siku ya likizo na kumsha gaza Sora anakwenda kwenye darasa lake la kucheza kumchukua tu kugundua kuwa Sora hakuwahi kwenda darasani. Usiku huo, Sujin kwa upole anamuuliza binti yake kwa nini hakuwahi kwenda darasani la kucheza. Sora anajibu, kwa sababu Jina yuko, sipendi kuwa katika darasa moja naye. Sujin anaelezea kwa upole, Sora, sisi sote tunakabiliwa na matatizo maishani, lakini hatuwezi kila wakati kukimbilia kuziepuka. Unapaswa kujifunza kukabili na matatizo yako na kutafuta suluhisho zako mwenyewe kwa hivyo Sujin anahimiza Sora kumwalika Jina na wanafunzi wenzake wengine kwenye sherehe yake ya siku ya kuzaliwa inayokuja. Kufuata ushauri wa mamake, Sora anaandaa kadi chache za mialiko na kuzipeleka shuleni. Lakini anapomuona Jina, anashuku na mwishoni hazitoi. Nyumbani, Sujin anapamba kila kitu kwa ajili ya sherehe na kungojea kwa msisimko kwa marafiki wa Sora kufika. Lakini Sora kimya anamwambia, hakuna anayekuja. Sikwambii mtu yoyote bila kukosa mudo Sujin anatabasamu na kusema basi, tuadhimishe sisi wawili tu. Wanakata keki, wanacheka na kufurahia sherehe yao ndogo. Sujin alifanya kila alichoweza kufanya siku hii ya kuzaliwa iwe maalum, kwa sababu ndani ya ndani anajua huenda asikuwa hapa kwa ijayo. Wazo hilo linamletea machozi machwani. Usiku huo anamchukua Sora nje kumfundisha hatimaye jinsi ya kuendesha baisikeli. Nafikiri alikuwa amekuwa akitaka kufanya lakini hakuwahi kuwa na wakati wa kufanya hivyo. Anapokimbia nyuma ya Sora akimsaidia kuweka usawa, anaanza kuhisi maumivu makali tumboni, lakini anakaa kimya na kuvumilia. Baada ya majaribio mengi Sora hatimaye anajifunza kuendesha peke yake, lakini anapogeuka anamwona mamake amekaa mbali nyuma, wazi anaumwa. Furaha ya Sora hutoweka mara moja. Baadaye usiku huo, Sora kwa siri anamuona nyingi. Wakati huo anaanza kuelewa mamake ana ugonjwa mbaya. Asubuhi iliyofuata Sujin anamtembelea daktari wake. Baada ya kukagua hali yake Daktari anasema hana muda mwingi uliobaki. Anamshauri aingizwe hospitalini mara moja. Wakati huo huo, sora anarudi nyumbani na shangazi yake na anauliza, shangazi, mama ana ugonjwa mbaya? Anatapika kila siku na kunywa dawa nyingi. Shangazi yake anapambana kupata jibu, lakini sora anasema kimya, nimeshaielewa mama hana muda mwingi uliobaki, sivyo? Hata katika ukimya ukweli unakuwa wazi. Sora kisha anafanya ombi moja, tafadhali usimwambie ninajua, akigundua itamfanya afe moyo zaidi. Asubuhi iliyofuata sora anajiandaa kwa shule yeye mwenyewe peke yake anajipiga mswaki peke yake wakati mamake anatapika tena bafuni, akijifanya haisikii chochote. Anatabasamu tu na kusema kwa heri. Anatoka mlangoni akijaribu kuwa imara kwa ajili ya mamake, lakini mara tu anapotoka nje, macho yake madogo yanajaa machozi. Shuleni hawezi kuzingatia, anaendelea kufikiria juu ya mamake wakati wote. Mvua inaanza tena kunyesha, lakini wakati huu hamwiti mamake amwende. Anakaribia kutembea nyumbani kwenye mvua wakati ghafla mamake anaonekana na mwambuli, kumwona uso wake na ng'aa kwa furaha. Wanafika kwenye kalao ambapo Sujin anaanza kuandaa gauni la harusi ambapo Sujin anaanza kuandaa gauni la harusi, wakati huu kwa ajili ya Sora. Anauliza kwa udadisi, "Mama, wewe pia uliolewa sivyo? Kwa nini basi hukuvaa gauni kama hili?" Sujin anatabasamu kwa huzuni na kusema kwa sababu baba yako hakuwa na pesa za kutosha wakati huo. Sora anasema kwa msisitiko, basi vai moja sasa kwa ajili yangu tu. Ili kutimiza matakwa ya binti yake, Sujin anavaa gauni la harusi, anatoka nje akiwa kama bibi harusi mzuri. Sora anamtazama kwa mashangao na anafikiria moyoni mwake sikuwahi kutambua jinsi mama yangu walivyo mzuri kweli. Wanashikana mikono na kuanza kucheza pamoja, wakizunguka kwa upele kwenye mwanga. Wakati huo kaka wa Sujin anafika akiwa na nia ya kumtembelea, lakini anapoona mama na binti wakishiriki wakati huu wa thamani, anasimama kimya nje asiweze kuingilia eneo zuri kama hilo. Asubuhi iliyofuata Sora anaamua kukosa shule, anataka kutumia siku nzima na mamake. Wakiwa amelala karibu naye, analala usingizi na kuota akicheza na mamake pwani, lakini ghafla ndani ya ndoto mamake hutoweka kwa hofu. ana kumuita anaamka kwa ghafla na kwa hofu. Kwa upele kwa hofu kwa upele, anaweka kidole chini ya pua yake mamake ili kuangalia kama bado anapumua. Mara tu anapohisi pumzi yake anapumua kwa lipunjiko, kisha anakaa chini kuandika barua kwa mamake, akiwa anapanga kuituma kwenye redio. Kwa ajili ya hii anahitaji usaidizi kutoka kwa mwalimu wa karate Zoom. Wakati huo huo, Sujin akigundua kuwa hawezi kufanya kazi tena, anamwambia bosi wake Lina atafute mtu kumchukulia nafasi yake, lakini Lina anafikiri anaondoka kwa ajili ya kazi ya mshahara mkubwa na anamkemea kwa Hatimaye Sujin anamwambia nitaenda kujiunga na baba wa Sora, mahali ambapo hakuna mtu anayerudi. Maneno hayo yanamshangaza Lina, ndipo anapoanza kuelewa kwa nini Sujin alikuwa akitengeneza gauni la harusi kwa binti yake. Akipigana na machozi, Lina anatoka nje kwa hasira, akijifanya kuwa na hasira ili kuficha uchungu wake. Hali ya Sujin inavyoendelea kudorora, wanahamia nyumbani kwa kaka yake ili kila mtu aweze kusaidia kumtunza Sora. Lina sasa akiwa ameelewa, akiwa ameelewa ukweli, anaanza kumaliza gauni la Sora mwenyewe. Muda unaisha na kila sekunde ni muhimu. Licha ya afya yake kudorora, Sujin kwa uangalifu anaanza kuweka mawe mazuri ya thamani na lulu kwenye gauni, akiwa anataka liweka mbili kwa binti yake. Asubuhi iliyofuata, dada mkubwa wa Sujin, Minsu, anakuja kumtembelea. Anamwambia Sujin kuwa biashara ya mumewe inaanguka na wanapanga kuhamia Canada. Kwa kuwa Sujin hataishi muda mrefu, Minsu anapendekeza kumchukua Sora nao pia. Anamwomba Sujin atoe pesa za bima ili waweze kumpeleka Sora shule nzuri nje ya nchi kusikia hili kutoka kwa dada yake mwenyewe, Suji na navunjika moyo. Machozi yanamiminika machoni. Usiku huo, Sujin anamwambia shemeji yake Jihai kila kitu Minsu alikuwa amesema. Anafichua ukweli mkali: Minsu haitaki Sora kweli kwa upendeleo au wajibu, anamtaka kwa ajili ya pesa. Kwa hasira, Jihai anakimbilia kwenye nyumba ya Minsu na kumpiga ngumi usoni. Unawezaje? Unawezaje hata kusema jambo kama hilo? Anapiga kelele. Ni mama mwenye kufaa ambaye alijitoa matibabu yake mwenyewe kwa ajili ya mustakabali wa mtoto wake, na wewe unataka pesa zake za bima. Kwa machozi machoni Jihai anatoka nje na kwa mara ya kwanza Minsu anatambua uzito wa ubinafsi wake. Baadaye usiku huo, wakati wa chakula cha jioni, binamu wa Sora kwa mchezo anachovya kijiko chake kwenye chakula chake. Hii inamwamsha Sora na anakataa kula, akichukizwa na wazo hilo. Suji na kikasirika, anampeleka kwenye chumba chao. Anasema, Sora, mjomba na shangazi wako wanafanya mengi, wanafanya mengi kwa ajili yetu, kwa nini unawafanya iwe vigumu kwao? Sora anapiga mayowe na kusema, mama, sina mtu mwingine ila wewe na sasa hata wewe unataka kuniacha. tafadhali mama usiende, nitakukosa sana. Kusikia maombi ya dharura ya binti yake, Sujin anabaki bila maneno, machozi yanamiminika usoni kwake. Ukweli unapoingia ndani, anachagua ila ni kumuacha msichana wake mdogo, na uchungu wa ukweli huo hauwezi kuvumilika. Usiku huo, hali ya Sujin inazidi kuwa mbaya zaidi. Anapolala kitandani, kwa upole anauliza Sora kumuimbia wimbo wa lalabai. Sora anaanza kuimba kwa upole ili kumsaidia mamake kulala, lakini baada ya muda anaona kuwa mamake hajibu tena kwa swasi Sora anaamka haraka na anaona kuwa mamake amepoteza fahamu kwenye maumivu. Kwa hofu anaita kwa msaada. Kusikia msukosuko huo, mjomba na shangazi yake pamoja wamchukulia Sujin kwa haraka hospitalini. Sujin anapoingizwa ICU, Sora anakaa kimya nje, amepotea kwenye mawazo. Anakumbuka matamanio mawili mamake alimwambia kuwa Sora siku moja ataifu, moja ataifurahia maisha na kucheka na marafiki zake tena, na kwamba ataona binti yake akicheza kwenye jukwaa. Kwa nia thabiti ya kutimiza matamanio yote mawili, Sora anaanza kufanya ya kucheza tena. Wakati huu kwa jitoleo jipya, anafanya kazi mchana na usiku, akisukumwa kupitia uchovu, akisukumwa na upendo na matumaini. Kisha anapata ujasiri wa kumwendea Jina na kuomba msamaha kwa dhati kwa tabia yake ya zamani. Kwa mshangao wa kila mtu, hata yeye mwenyewe, Sora anakunywa juisi ya Jina akiweka pembeni uchafu uliosababishwa na OCD. Urafiki wao unawaka tena. Baadaye Sora anawaleta marafiki zake hospitalini kumtembelea mamake. Uso wa Sujin unang'aa kwa furaha anapowaona wote. Siku iliyofuata Lina anamtembelea Sujin na kuleta picha za gauni la harusi alilomalizia kwa Sora. Sujin anapozitazama zama, maono yake ghafla yanakuwa mafifu. Madaktari wanamchunguza na kufichua habari za kusikitisha: kansa imeenea kwenye ubongo wake, na ndiyo maana anapoteza uwezo wa kuona. Baadaye jioni, dada mkubwa wa Sujin, Minseo, anakuja kumtembelea tena, wakati huu anaomba msamaha kwa kila kitu. Sujin anamsamehe kimya. Hatimaye siku ya tamthilia ya kucheza inayotarajiwa inafika. Lina kwa Pendo anamsaidia Sora kuvaa kwa ajili ya onyesho lake na kuweka ua kubwa la bluu kwenye vazi lake ili Sujin aweze kumtambua kwa urahisi kutoka kwenye jukwaani. Onyesho linapoanza, Sora mdogo anacheza kwa furaha, akisahau kwa muda huzuni yake yote. Anajua anatimiza matakwa ya pili na ya mamake kutoka kwa hadhira. Sujin anamtazama binti yake na uwezo wa kuona unaodhoofika, anafanikiwa kumtambua Sora kwa ua la bluu lenye mng'ao. Amejaa furaha na huzuni, anamtazama binti yake akitimiza matakwa yake ya mwisho. Hakuna maneno yangeweza kuelezea alichohisi wakati huo. Usiku huo Sora analala karibu na mamake wakati wanasikiliza redio pamoja. Alikuwa ameandika barua kusomwa kwa sauti kwenye hewani, lakini uchovu kutokana na juhudi za siku hiyo humfanya Sora kulala usingizi kwenye mikono ya mamake. Kisha kupitia redio barua yake inasomwa kwa sauti: Mama, ninafurahia kweli kwamba nilizaliwa kama binti yako, ingawa hukuweza kupika vizuri na hukuwa na wakati mwingi wa kucheza nami. Nilisema mambo mengi ambayo yalikuumiza Samahani mama, ninaahidi sitapigana na wewe tena. Tafadhali usiniache nyuma. Nakupenda sana. Sora wako. Kusikia maneno kutoka kwa barua ya binti, macho ya Sujin yanajaa. Anamkumbusha Sora kwa upole kwenye paji la uso na kumbembeleza kwa nguvu, na kama hivyo kupenda binti kwenye mikono yake. Sujin polepole pole analala usingizi. Asubuhi iliyofuata, Sora anaamka na kumuita mamake kwa upole, lakini wakati huu mamake hajibu. Sora anamtikisa kwa upole, lakini Sujin bado hajaamka. Na kisha ukweli unaovunja moyo unawazwa juu yake: mamake ameondoka milele, sasa amekwenda kuwa na baba yake. Bado sora kimya anashuka kitandani na anaanza kunyunyiza maji mimea kama anavyofanya kila asubuhi. Ingawa anajua mama yake hayuko hai tena, anajaribu kujisadikisha vinginevyo. Mama lazima umechoka sana, anasema kwa sauti ndogo, kwa hivyo lala usingizi kidogo tu sama. Kisha anatoka nje na kusimama kimya. Muda mfupi baadaye, madaktari wanafika kwa ajili ya ukaguzi, lakini wanapojaribu kuingia chumbani, sora anawazuia anasema, mama yangu amelala, amechoka kweli, tafadhali usimuamke. Madaktari wanajua, wanasukuma mlango kwa upole na kuingia ndani. Sora anapiga kelele, mama yangu hajafa, yuko hai, usimchukue. Mara tu mjomba na shangazi yake wanafika. Shangazi Jihai anambembeleza Sora na kuvunjika moyo kwa machozi, na eneo hilo lilikuwa la kuvunja roho. Eneo linabadilika tena, tunaona siku ya mvua. Sora anatoka shuleni na kuangalia juu angani kwa tabasamu laini. Anakumbuka jinsi alivyomkasirishake mara nyingi kwa kutomleta mvula siku za mvua, lakini wakati huu hajasahau. Anatoa mvula kutoka kwenye mkoko wake na anatembea nyumbani kwa tabasamu ulaini na upole usoni mwake. Miaka inapita Sora amekuwa na leo ni siku maalum sana maishani mwake, siku yake ya harusi. Anavaa gauni halisi lililofanywa na mamake kwake, lile lililoshonwa kwa upendo, ndoto na baraka. Mamake huenda hako upande wake tena, lakini upendo wake usio na kikomo utakaa na Sora milele. Na kwa wakati huu unaogusa moyo, hadithi hii nzuri inaishia. Ikiwa hadithi hii imekugusa, tujulishe kwenye maoni. Tutaonana.